Sasa kakangu, samani lakini kama nitakuwa nimekukosea, mkono wa kulia umeshika uji, mkono wa kushoto umeshika pombe, na vyote unakunywa kwa wakati mmoja, una maana gani? Yani nikuambie kitu ambacho labda tu ukijue, unaona, mimi hapa tumbo langu kuna opsheni mbili, yaani kuna bia na nini na chakula. Kwa hiyo uji unapoingia kwenye sehemu yake, mimi najua kabisa, na pombe inapoingia kwenye sehemu yake, mimi najua. Kwa hiyo hakuna hata madhara kabisa, usikae na wasiwasi. Sawa mama, kwa comfortable e, usijali kabisa. Sasa hiyo ikifika saa kumi na mbili na nusu mimi utanikuta hapa. Umeona hii glasi unauza mia tano lakini kesho mi nkipokea tu hela ya kikoba, hii glasi moja namnua shilingi elfu thelathini za Kitanzania. Wee, umesemaje hivyo? We kazee, mi nanichukuliaje mimi? Unaona, mimi mtu mrahisi rahisi. Kila siku tunapigizana kelele, nipe hela ya kodi nikapange utaki, nipe hela ya kodi nikapange utaki. Haya, ukiwa na mzako mimi nakuweza kukukizia na kumudu, na yani aja zako zote unazimaliza kwangu. Haya vipi mimi kuhusu aja zangu jamani baby. Usiongee sana, kwa nini upasue koo jamani? Vitu tu vinaongeleka tu like that baby. Unajua <coughs> sikia, nikwambie kitu kimoja. Tambua unaongea na mwenyekiti eh? Kwa hiyo unapokuwa unaongea basi jaribu kujishikilia hata kidogo, sawa? Uniheshimu, unaujua maumbile yangu. Mimi na wewe tunalala pamoja kitanda kimoja shuka moja, muda mwingine no sweat, haina shida, lakini sasa usinipande kichwani. Unaponipanda kichwani, kama kwa mfano mimi niko hapa nimekaa haya, akapita sasa, mwana kikoba mwenzangu akaona mwenyekiti anapandwa kichwani na mwanamke, we unadhani watanchukuliaje? Anyway, hiyo nimeongea kama chombeza chombeza tu, nilikuwa nakufunda kidogo. Labda nije kujibu swala lako kuhusu pesa, usijali. Mimi naitwa Fadhahausi eh? nina kampangaji kangu, nilikapigia simu kakaniambia kwamba kesho kananilipa pesa yangu, na ananijua kwenye masuala ya kodi yangu. Mimi waga sina masiara, yani mimi ni pesa mbele kama tai. Sasa amesema kwamba kesho ananilipa, hivyo basi usijali mama, yani wewe kesho ushapanga. <laughs> Yani kama ulikuwa hujapanga nguo, panga nguo vizuri, tafuta dalali tena akutafutie nyumba ambayo sehemu haina majimaji kusudi nikiwa nakuja, sitaki disturbance. Kingine cha mwisho uzingatie kwa umakini na ukielewe, mimi napenda your shape. I like something like something that if you need model I like mama chonde, sije ukashika mimba, yani ikipigwa kama mayele, yani wewe ikwepe shah! Isikunase, ikikunasa tu umeharibu uzuri wako mama. By the way, mi nakupenda eh? Mi nakuelewa wewe ni kadogodogo lakini unanimudu, kama watu wanavyosemaga kwamba ukubwa wa ukubwa wa reli lakini treni inapita kwa unanikosha ni busi basi kidogo hapa. Yaani we mwanaume bora, hata nimekukuta hivi. Unajua kwamba mwenye nyumba kanipigia simu, anataka kodi yake. Akupigia simu? Ndiyo, hata mimi amenipigia. Mke wangu kaniambia nimpe kodi yake, ila nimemwahidi anipe siku mbili takuwa nimempa kodi yake. Sasa mme wangu pale nyumbani tunalipia kodi elfu thelathini tu wewe nakushinda nini? elfu thelathini kwanza hapo ulipo na unashingapi? Eh, hali imekuwa ngumu mke wangu sana, nimeuza madumu matano tu, kwa hiyo ni elfu mbili mia tano. Unataibu elfu mbili mia tano mwanaume? Hivi unaona mzigo ambao nilitoka nao nyumbani asubuhi, sasa hivi mbaki chupa nusu ya uji, ila nikikuonyesha kitita nilichokuja nacho hapa, unaweza ukashangaa. Mwanaume mimi nimekuchoka, nimekuchoka kwa sababu haiwezekani mwanaume unatoka asubuhi unarudi na elfu mbili mia tano tunakutana hapa njiani na elfu mbili mia tano Na sasa hivi kijua kishaka hata kabisa, unategemea tana majai kodi kwa sababu mi ni mjasiriamali. Unafanya kazi na mimi nafanya kazi, inatubidi ukipata chochote kitu na mimi chochote kitu tunaunganisha pamoja ili tulipe kodi. Sasa ni hivi. Mimi nimechoka. Maswala kulipia kodi kila siku mimi nachoka. Babu nyumba kapiga simu. Ah, mwi naomba ulipe kodi. Yaani fanya juu chini lipa kodi. Sio, pambana. Ile nyumba tunaishi wawili. Utoe hela yako na mimi nitoe hela yangu. Sisi mwenyewe pale. Afu nisha kuambia usuru ananipanda kichwa. Umefanya biashara na mimi nafanya biashara. Tupange tuchukue hela zote pamoja tupeleke tupeleke kwa kodi. Unaniachaje? un, un, un mimi mwenyewe? Ama mambo ndio sitakaji mimi. 50 50, toa hamsini na mean, mimi toa hamsini tulipie. Unataka mimi mwenyewe ndio naishi mule ndani, kwa utajua mwenyewe. Alafu hizi nguo nishakukatazaga, hivi vinguo vya kutegatega hivi, unategatega wanaume ili wanunue uji, nishakukatazaga. Takuja kukufumua nadhani unanijua. Nikukuta nyumbani, hivi vinguo visijirudie tena hey, Ndugu yangu kwa pombe hizo we utaendelea kweli? We pesa zako zote unazotafuta zeishaa kwenye pombe kweli? We utaendelea? we we utaendelea? Kila siku we nkunywa mipombe tu, we utaendelea we Kweli wale waenga walosema nyani haoni kundule, ni kweli. Yani kweli nyani haoni kunduli. Sawa, ok, haina shida. Mimi nalewa, hakuna maendeleo ambayo ntakayowapata kwenye mafanikio yangu. Ok, eneoai, haina shida. Wewe duka lote limefilisika eh? kwa hiyo ndo maana la zako tu, wanawake, wanawake na wewe hmm? Wanawake, wanawake na wewe mpaka duka limefilisika, afu nanambia mimi siwezi kuendelea kwa ajili ya pombe namaliza hela hmm. hela zako na wewe mpaka duka limefilisika, ili unamaliza na nini, kama sio malaya. Hilo jambo uliongea hilo ni kweli. Mashelfu yote yale hayana kitu pale nimebaki na sabuni tu na chumvi, yaani vitu. Sasa nisikilize, nikwambie kitu, labda nikwambie kitu usichokijua. Nataka nikwambie kitu hichi kimoja, nakusikia. Unaona mimi hapa kila siku napata hela, na unaniona mimi nalewa, nakunywa tu pes... nakunywa tu pombe kutokana na nini? Mimi nacheza kikoba. Unacheza kikoba? Hayo mambo si akina mama? Hakuna hivi, sasa kila mtu anacheza kikoba, na raha kikoba unapata hela, tena hela tu nyingi. Sasa nikikuchukua we, nikikupeleka kule, ili duka kidogo litakuwa na nuru duka kidogo litaongezeka, kutokana na kwamba utapata hela kule, utaomba nisa. Ukishapata nisa kule unakuwa na hela. kilikuwa chajaa hichi kiduka, lakini sasa hivi angalia kule, angalia shelf zile zote ziko na vijimafuta tu hapo vya kupaka. Ukishapata tu hisa, unapata hela, ukishapata hela unakuja hapa kwenye duka lako sasa. Unakuja tu unajaza vitu, jaza vitu. Maona bana, kayo kesho saa tisa kamili nakuja kuchukua pa, tunaenda kule kwenye kikoba, siyo? Tumeelewana.

Leo nina mudi ya kuongea Kiingereza. Sasa kama hautojua kimpango wako, the day after day the wit is tomorrow is you are calling your phone electric of reality of life you no need expected your life you gonna light be and answer one. You know that, na kutafsiria nimempa mmeo siku mbili Anipe kodi yangu, la sivyo mtatoa vigagula vyenu, mtavikuta nje. Nikipiga mahesabu vitu mlivyokuwa navyo hata elfu hamsini havifiki. Nitatoa nje, mtaniachia nyumba yangu. Si unajua mimi ni mtu wa kazi k siwezi kula bila kufanya kazi. Maisha yangu yenyewe mpaka niuze uji ndio nipate la kulipa wewe? Kumbe eh, nimepangisha wapangaji maskini. Yaani mpaka muuze uji ndio mnilipe kodi yangu, si ndio? Kikombe bei gani? 500 Sasa for figure of different toto how much one kikombe mpaka utimize kodi yangu ni bei gani?

Mimi kazina mmenichagua wenyewe mimi ah, nipe pesa zangu. Babu sikia, mimi hapa hela sina. Alafu hela mtu nacok kao unanipandishia kibezi au sio? w wasikiliza abibiau Na wale wako ulete shombo, wakamwambia mwenyekiti, afutajua nini nitakachokufanya.